Kwa hiyo muda wetu kama mlivyoona kwamba yeye ameuliza kama mtu ameingia tarehe thelathini uh, mwezi wa sita inakuwaje? Sasa principle yetu ni ile ile kwamba lazima ujue, uh, unapokuwa umeingia hiyo tarehe lazima ujue hii ni uh, date au ni siku hii ni mwezi hapa ni ya mwaka sawa. Tumesema kwamba mimba siku zote inakuwa uh, ina miezi tisa kwa hiyo ili sasa uweze kusema kwamba mimba yako ina miezi tisa, inamaanisha lazima ujumlishe tisa hapa sawa. So, sasa tuangalie hiyo miezi tisa itadondokea mwezi gani? Kwa hiyo tunaanza kuhesabu. Kwa hiyo kuna mwezi wa saba, kuna mwezi wa nane, kuna mwezi wa tisa, kuna mwezi wa kumi, kuna mwezi wa kumi na moja, kuna mwezi wa kumi na mbili, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili na mwezi wa tatu. Kwa hiyo ukihesabu sasa uh, ile tisa inadodokea mwezi wa tatu wa kumbukeni, mwaka una miezi kumi na mbili. Msichanganyikie ichanganyikio 14, 15, 16 kumi na sita. Mwaka una miezi kumi na mbili, lazima ujue huo kishafika unakuwa una urefu gani? Mfano, mwezi wa kwanza tunajua ni mwezi mrefu, mwezi kwamba una siku 31, hapa una siku ishirini na nane hapa utakuwa na siku thelathini na moja. Sasa mwezi wa tatu una siku thelathini na moja siku zote tunapotoka hapo. Sasa tunakuja kwenye sehemu ya tarehe, tunasema kwamba uh, wiki moja ina seven days. Inak kwa tumesema kwamba hapa lazima ujumlishe siku saba. Sasa unapojumlisha siku saba, kumbuka kwamba hii ni tarehe thelathini pale ambapo ukisema kwamba uh, unajaribu ku toka huku mwezi wa tatu. Kwa hiyo kama ni tarehe thelathini mwezi wa tatu, tatu natakiwa nijumlishe saba. Kwa hiyo nikijumlisha saba napata ngapi? Kwa hiyo nikijumlisha saba, saba itachukua tarehe thelathini na moja, alafu kuna tarehe moja, kuna tarehe mbili, kuna tarehe tatu, kuna tarehe nne, kuna tarehe tano na tarehe sita. Lakini kumbuka utakapofika tarehe thelathini na moja mwezi huu wa tatu utakuwa umeshavuka mwezi, hautakuwa tena mwezi wa tatu, utakuwa ni mwezi wa nne sawa? Eh, tukumbuke hilo. Kwa hiyo tofauti yake ni kwamba utapokuwa umefika tarehe thelathini na moja ukaanza moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, haupo tena mwezi wa tatu, mwezi, kwa sababu utakuwa umedondokea mwezi mwingine. Kwa hiyo hapa tukichukulia kwa ujumla ni kwamba hii tarehe ita, itakayodondokea ukijumlisha saba ni tarehe sita mwezi wa nne. Kwa hiyo huyu mama atakuwa tarehe sita ndio Aa, siku yake ya matarajio na itakuwa ni mwezi wa nne na mwaka, kama kawaida tutakuwa tumeshaingia mwaka mwingine ni elfu mbili na ishirini asita, na sita. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumeelewana, lakini sasa nitaenda kufundisha jinsi ambavyo unaweza kujua wiki za mimba, sawa eh? jinsi ya kuhesabu. Niwatakie siku njema.